Kundi hili la maafisa habari katika sekretariti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, ninyi ni nguzo ya maamuzi ya kuwalisha Watanzania taarifa sahihi ya kile ambacho kinaendelea katika maeneo yetu. Mnao mtaji wa kujua nini cha kulisha kwenye jamii. Kama mngeamua mngeliamua jana mkasema mnataka taarifa zenu tu zitoke kwenye media zote, ninyi mngeamua, ingewezekana. Sijui lugha yangu imeeleweka vizuri. Idadi yenu mnaweza mkaiona ni ndogo, lakini ninyi ndio mnawakilisha Watanzania milioni 64 kama wanahabari mlio karibu na jamii kabisa mliosogeana nayo kwa karibu, mwenye nafasi ya kuweza kuzungumza jambo ambalo jamii mnayoishi nayo ikalielewa kwa ufasaha, na pengine taarifa zenu zingeweza kutamba kwenye mitandao, zingeweza kutamba kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kama ninyi mkiamka na mkaamua, sasa mmedhamiria kuhakikisha kwamba habari inayotoka ni habari ya Bariadi, habari inayotoka kwenye media ni habari ya Chato, habari inayotoka ni habari ya Shinyanga, habari ya Kahama, habari ya Kagera, habari ya Pwani, habari ya Ngara, habari ya wapi kule Ruvuma. Kama mkiamua inawezekana. Hii lugha imeeleweka vizuri, kwa sababu ninyi ni kundi kubwa. Leo hii tunashuhudia media nyingine nyingi, habari zao zinatoka na kusambaa sana. Na media hizi nyingine hata mtaji hawana, lakini taarifa zao zinasambaa. Ninyi mmeibeba serikali asilimia zaidi ya ishirini, karibu 25, si 22, siu ya bajeti ya nchi mnayo ninyi asilimia ngapi? ishirini ngapi? ishirini mbili, eh? Ishirini moja ya bajeti ya nchi iko kwenu, iko kwenye wilaya zenu, iko kwenye mikoa yenu, iko kwenye halmashauri zenu. Maana yake mtaji mnao kama ninyi na viongozi wanaowasimamia wakurugenzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa kwenye maeneo yenu, mkiamua, pengine habari ambazo tutaziona TBC zitakuwa ni habari zenu kwenye maeneo yenu, ili kwenda kuhamasisha, kuelimisha jamii na kutoa taarifa sahihi yale yanayoendelea katika maeneo yenu. Kama mkiamua leo mkasema kwamba mnataka habari za wananchi zitoke ninyi mnaweza kwa umoja wenu na wingi wenu katika maeneo yenu, inawezekana kabisa, tuseme inawezekana, tuseme inawezekana, kwa sababu miradi mingi iko kwenu, fedha nyingi imeletwa kwenu, miradi ya masoko, miradi ya ujenzi wa shule mpya na shule ambazo zinakwenda kuboreshwa, miradi ya ujenzi wa vituo vipya vya afya ujenzi wa hospitali mpya, miradi ya ujenzi wa zahanati mpya, ununuzi wa vifaa tiba, uimarishaji wa misingi ya utawala katika maeneo yenu, ujenzi wa majengo mapya ya utawala, ununuzi wa magari ya kuhudumia wagonjwa mahututi katika maeneo yenu, ujenzi wa masoko. Haya yote yanaendelea katika mamlaka zenu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 umekuwa ukisuasua na ziko sababu nyingi, na pengine kwenye mijadala yenu mtajadili. Ziko sababu ambazo nyingine mtasema ni za mamlaka zinazowasimamia, lakini ziko ta, eh, tathmini nyingine ni mapungufu kwa upande wenu. Wapo wasiotambua mipaka ya kazi zao wapo wengine wametumwa kwenda kufanya kazi lakini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Kwa hiyo kikao hiki kionyeshe dira ya kule ambako tunatamani kwenda, kule ambapo tunatamani Watanzania waweze kujua kile ambacho taifa letu linatekeleza katika maeneo mbalimbali, na hii ni kwa sababu ninyi maafisa habari mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa, lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Hali hii mimi na wenzangu wanajua hapa, makatibu wakuu, kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu hapa, hebu fuatilieni taarifa hii, waelekezeni hawa kutoka kuzungumza. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kwenye viti vyetu hatujakaa ipasavyo, hatujaenea hatuja, si nimeeleweka vizuri eh? Maana yake kwenye viti vyetu, baadhi yetu hatujaenea ipasavyo, kwa sababu hatupaswi kusubiri wizara itoe maelekezo kuhusu nini kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Hivi karibuni nadhani nilituma taarifa, ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Ilala ilikuwa ni wapi hii ya juzi hapa, na katibu mkuu nikawaambia, waambieni warekebishe hizo taarifa, ilikuwa ni mkoa gani ik ya elimu nadhani. Lakini swali la kujiuliza sisi, kwenye nafasi zetu, zinapoibuka taarifa ambazo zimetolewa za kupotosha, sisi nafasi yetu ni ipi kama maafisa habari kwenye mamlaka ambayo taarifa hiyo imeibuka?